Ambapo Waislamu nchini leo wametimiza siku ya wa kumi na saba ya ibada yao muhimu ya kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ikiwa ni nguzo ya nne kati ya nguzo tano za dini hiyo. Katika kutekeleza nguzo hiyo Waislamu wanaoishi katika jamii yenye madhehebu mengi mchanganyiko, kama ilivyo hapa Tanzania bara, wanakumbana na mitihani mingi katika kukamilisha kikamilifu masharti muhimu ya funga ya mwezi mtukufu ungana na mwanahadubini wetu uweze kufahamu changamoto hizo na jinsi Waislamu wanavyoweza kuzishinda. Kumekucha adhana ya alfajiri, ikiwa siku nyingine tena, pilikapilika pilika na harakati za kujitafutia maisha zinaendelea jijini Dar es Salaam waliopo katika harakati hizi katika kipindi hiki cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni pamoja na waumini wa dini hiyo. Lakini katika kipindi hiki Waislam pamoja na kujitafutia maisha wanakabiliwa na jukumu kubwa la kutekeleza mwongozo na masharti ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hey, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiyai wal mursalin Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin wa amma ba'd, vitu muhimu ambavyo vinazingatiwa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwanza, mfungaji anapokuwa amefunga saumu mchana wa Ramadhani, kuna mambo ambayo anatakiwa hakikishe kwamba anajizuia nayo ili funga yake iweze kukamilika. Mfungaji anatakiwa kuwacha kula asile kitu chochote mchana kutwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Anatakiwa kuacha kunywa, asinywe kitu chochote mchana kutwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Aache mahusiano yale ya kindoa kuanzia alfajiri mpaka muda ule wa kuftari unapofika. Kwa maneno ya Shehe, masharti hayo ni pamoja na kuacha kula, kunywa tangu alfajiri mchana kutwa hadi mawio wanapofuturu. Mengine ni kuacha matendo yote mabaya yanayomuudhi Mwenyezi Mungu wakati wa ibada hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika jamii yenye madhehebu mchanganyiko, wengine wanakula, wengine wamefunga, wengine wanakunywa, wengine wamefunga, na wakati wengine wamejizuia kuona mambo yasiyopendeza au kusikia, wengine mambo kama kawaida, viguo vifupi, maneno machafu. Bila shaka huo ndio mtihani mkubwa unaowakabili waumini wa dini ya Kiislamu katika kutekeleza ibada yao ya mfungo. Ni mtihani kweli kweli, ambao hata hivyo wanalazimika kuushinda. Mwezi wa Ramadhani, kwa kweli tunatakiwa kwamba tujihifadhi, wakina mama wajihifadhi na lugha kila aina, binadamu, mwanaume, mwanamke, tuwe na kauli nzuri, kwa sababu ni mwezi mtukufu. Usiangalie kidini wala nini kwamba hata Mwenyezi Mungu amesema kwamba watu ti tujihifadhi, licha mwezi wa Ramadhani tu kwamba watu na kina mama wajifadhi, wajifiche nywele zao wavae nguo zenye heshima, lakini utakuta kina mama wengi mwezi wa Ramadhani bado wanakaa mazingira sio mazuri kimavazi. Vilevile kuna baadhi sehemu zingine kwa kweli wanazishimu kidogo, lakini kuna baadhi sehemu zingine heshima na mwezi huu hawana, wa kuna sehemu zingine kwa kweli ukienda wanajihifadhi wani utaingia huko ndo ukapata chakula, lakini kuna sehemu zingine wanaweka bayana. Si vizuri kuweka chakula bayana kwa mwezi kama huu, tuna tunaathirika sana kutokana na mazingira tunayoishi, lakini bado inahitajika tufanye juhudi ya kutosha ya kina e, manake ili kutengeneza haya mazingira, lakini sasa utafanyaje? Ni nchi ambayo ina, ina waumini wa dini mbalimbali, yaani wa, kusema wake tunaathirika sana ile somo kuipata ile somo ya kisawasawa inakuwa ni vigumu, kwa sababu kweli kama unavyosema macho hayana mpaka, macho hayana pazia. Kuna jaribu, unajaribu kama dini yetu inavyotuamrisha tuinamisha macho chini, lakini kuna saa inabidi manake uangalie masafa kulingana na usalama wako, mabali manini, vitu kama hivyo. Lakini sasa kwa kuwa ndio iko hivyo, hali halisi ndio hiyo na uwezo kuibadilisha mara moja, inabidi, Mungu mwenye ndo mwenyewe ndio atahukumu huko, lazima uwe na imani wewe mwenyewe kwa sababu kwa mfano watu wanatembea uchi masuruali ya, ya ovyo ya kobana kwa kweli, nidhamu imeshuka. Vijana wetu wanatembea na suruali zime, zinaonekana hata chupi ndani, na viongozi wanajua na wanaangalia. Kwa kweli mimi naona aibu, mimi binafsi naona aibu. Hata mwanangu siwezi kumwacha na tembea, sababu kutoka hapa tu mpaka kufika pale kamata, utakuta watu suruali ziko ovyo Mtu anatembea ovyo chuchupi inaonekana, maadili ya zamani yakuwepo. Kwa kweli ni maadili yameporomoka, me, ya lazima tukubali. Mtu kama umenuia kufunga, Mwislamu umetia nia usiku kama leo, nafunga, huwezi kuviona vyote. Utapita utakuta watu wanakula, kwa sababu tuko imani tofauti. Utakuta watu wanakula, wewe utajizuia kwa kuwa umetia nia hata kwa mavazi utakuta dada wamevaa sivyo, wajajistiri kwa kuwa umetia nia, huwezi kuangalia mara pili kwa kuwa macho yana pazia. Utaangalia mara moja, mara pili utaacha, huwezi kuangalia tena. Lakini pamoja na vishawishi na mitihani kama hiyo, waislamu wafanye nini ili kuhakikisha kuwa funga yao inakamilika? E, Tanzania moja ya sifa kuwa ni kisiwa cha amani ni kwamba watu wanaishi kwa kuvumiliana hata katika majumba ambayo tunaishi, hakuna majumba haya ya Waislam, haya ya Wakristo. Kuna majumba ya kushea eh, kuna wapangaji Waislam na kuna wapangaji Wakristo, na Wakristo wanajua kabisa kwamba hivi sasa Waislamu wamefunga, lakini anapokula Mkristo hali kwa nia ambayo ya kumfanya yule Mwislamu aone kwamba sasa anamkejeli katika ibada yake kwamba anakula, yani kwa kumfanyia ishara yote, ili aone kwamba huyu anafanya kitu hichi, ila kwa kuleta istizai kunicheza shere Yaani ni mambo ambayo yanakwenda, kila mtu anachunga ile mipanga ya mipaka yake. Kwa hivyo Mkristo anakula na Mwislamu anafunga, na anafunga wakiwa wanaishi katika nyumba moja, na hatujawahi kushuhudia katika nchi ya Tanzania magombano au magomvi ya watu ambao wanaishi katika nyumba moja, Waislamu na Wakristo, wamefika mahala Muislamu anapigana na Mkristo kwa sababu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yaani jambo ambalo lipo ki- ki ki ki, ki, ki maadili zaidi na kuvumiliana, kila mtu anachunga ile maadili yake kwa ilivyo Wakristo wao hawafungi, kwa hiyo hawezi wakakaa na njaa, wanakula eh, asubuhi, mchana, jioni, na Waislamu wanafunga. Kwa ilivyo hakuna mwingiliano mpaka hivi sasa wa kimagomvi au wakukosana baina ya watu hawa wa pande mbili kuhusiana na swala zima la som, na vile vile katika mitaa eh, mahoteli yanaendelea kuwa wazi, wale waumini wenye imani zao wanafunga migahawa yao na wale ambao wanaendelea kula, kwa sababu kuna watu wana dharura mbalimbali, kuna wagonjwa, kuna wasafiri. Kwa hivyo hili bado halijawa ni tatizo e, halijawa ni tatizo. Watu wanaendelea kufunga, na wale ambao wasiofunga wanaendelea kupata huduma mbalimbali, lakini Waislam pia wanatakiwa kudhibiti macho. Ndio. ili wasiharibu saumu zao kwa sababu sasa hivi kuna kama hivyo, mchanganyiko wa madhehebu, watu wengine wanavaa vile ambavyo wanaona, sasa hivi hawavai mavazi ya staa. Sasa hili nalo unawaambia nini waislamu? E, sisi waislamu wanamume na wanawake tumeagizwa Mwenyezi Mungu, wanasema wa kullil muminina yaghudhu min absarihim, sema ya Muhammad, kuwaambia waumini wafinike macho yao, maanake si kwamba watembee wakiwa wamefinika watagongwa lakini macho yao yawe wanaangalia chini e, yawe yanatazama chini, wasitazame vile ambavyo vimeharamishwa. Kadhalika wanawake nao wanaambiwa nao wafinike macho yao, e, wasitazame yale ambayo yameharamishwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kuna mshairi mmoja anasema viatarishi vyote vinaanzia katika kutazama, anasema nadharatun fabtisamatun fasalamun fakalamun famawidun faliqa Huyu Hassan bin Thabit anasema kwamba viashiria vyote vya kuyafikia machafu vinaanzia kwenye kutazama. Kwanza nadharatun, watu wanatazama, halafu inakuja faptisamatun, kisha linakuja tabasam fulani, kisha tazama linakuja tabasam, kisha fasalamun, kisha inakuja ile salamu ya kiutatanishi tatanishi ile, asalamu alaikum, e, fakalam, kisha yinakuja mazungumzo e, kisha inakuja famowidun, appointment, mwisho faliqaun makutano kwa ilivyo kutazama kunapelekea kuyafikia mambo ambayo ameyakataza Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwa hivyo, tunatakiwa kufinika macho, kutoshughulika na vile vitu ambavyo Mungu ameharamisha. Na sasa hivi katika nchi yetu hakuna mipaka ya mavazi, watu wanavaa ovyo, wanamume wanavaa ovyo na kina dada wanavaa ovyo. Kwa hivyo, ni wewe mwenyewe unatakiwa ujiheshimu tu. Ukiwa shingo feni, basi kutwa mzima utakuwa unaharibu funga yako na unaharibu dini yako, kwa sababu dini sio mwezi wa Ramadhani tu, ni miaka yote, siku zote. Lakini uh, lakini umesema kwamba pia wanatakiwa kudhibiti maneno yao. Naam, lakini wanakutana na watu wengine ambao wanakuwa na lugha hizo ambazo si nzuri. Ndio sasa, nini kifanyike? Kinachotakiwa kila mtu aishinde nafsi yake. Kwa mfano kuna wale wafanyakazi wa bandarini, lugha za bandarini tunazifahamu wote, ni lugha ambazo hazina eh, kutokana na kazi zile za kibandari bandari sasa lakini pamoja mtu anafanya kazi bandarini na kuna lugha chafu anapokuwa amefunga, basi ule mdomo wake unajizuia kabisa mkuti mtu akatukana kama siku za kawaida eh. Sasa ni jambo ambalo mtu akikusudia, akitiania kwamba mimi sitaki kuzungumza machafu kijiweni machafu, kwa sababu. Kwa hiyo hata akikaa kijiweni wenzake wako wanazungumza mambo yaliyo machafu, yeye atakuwa mkimya tu eh, kwa sababu nafsi atakuwa anaiweza yeye mwenyewe kuikontrol. Kwa hivyo mtu anatakiwa aishinde nafsi yake, azungumze jambo ambalo lina manufaa linajenga, lile ambalo la porojo, lile ambalo linafitinisha watu, lile ambalo linaleta mpasuko ajiepushe nalo, kwa sababu funga pia inazingatiwa katika mazungumzo. Bila shaka ukiyafanyia kazi maneno haya na ukitiania ya dhati katika saumu yako utafanikiwa. Hadubini ya TBC inakutakia Ramadhan karimu.